Mheshimiwa Aida Joseph Kenani, mbunge wa jimbo la Nkasi Kaskazini. Nakushukuru sana Mheshimiwa Spika kunipatia nafasi niweze kumuuliza swali Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, idadi ya wapiga kula imekuwa inapungua mwaka hadi mwaka, tofauti na watu wanaokwenda kujiandikisha kwenye daftari la kupiga kula. Kwa mfano mwaka 2010 kati ya waliojiandikisha walioenda kupiga kura ni asilimia 42.7. 2015 kati ya waliojiandikisha walioenda kupiga kura ni asilimia 65.3. 2020 kati ya wale waliojiandikisha waliojitokeza kupiga kura ni asilimia 50.7. Yote hiyo imetokana na sababu mbalimbali ikiwemo na wananchi kupoteza imani kwa vyombo vinavyoandaa uchaguzi na vinavyosimamia uchaguzi. Mheshimiwa Waziri Mkuu mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi wa rais wa bunge na madiwani. Serikali haioni haja ya kukaa na wadau wa uchaguzi kuwasikiliza na kuondoa dosari ambazo zinalalamikiwa ili kuruhusu uchaguzi wa huru na haki. Mheshimiwa Waziri Mkuu, majibu. Mheshimiwa Spika, kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ameendelea kutupa afya ya kutekeleza majukumu yetu kama ambavyo tunaendelea, na tunaamini Mwenyezi Mungu atatupa neema zote ili tutekeleze majukumu yetu zaidi. Naomba nianze kwa kujibu swala Mheshimiwa Aida Kenani, mbunge wa jimbo la Nkasi Kaskazini, kama ifuatavyo: kwa mujibu wa katiba ya nchi yetu, kila Mtanzania anayo haki ya kuchagua kuchaguliwa kupitia chaguzi mbalimbali ikiwemo mbali na uchaguzi mkuu. Majukumu yote ya uchaguzi yako chini ya tume huru ya uchaguzi. Sisi kama serikali ni wadau miongoni mwa wadau wote wanaoungana na tume katika kutekeleza wajibu wetu, na serikali wajibu wetu ni kutekeleza yale maelekezo ya tume kulingana na ratiba yao, na wanayo ratiba ambayo inaonyesha matukio mbalimbali kufikia siku ya upigaji kura. Moja, kufanya kazi ya maboresho ya kujiandikisha kwenye daftari la wapiga kura, ambako kila Mtanzania mwenye sifa ya kupiga kura anayo haki ya kwenda kujiandikisha lakini pia anayo haki ya kuhakikisha kwamba yuko kwenye daftari tayari kwa kupiga kura. Sisi serikali kama wadau, tunalo jukumu kama wadau wengine kushiriki pamoja na tume katika kutoa elimu kwa Watanzania ya umuhimu wa uchaguzi na umuhimu wa kujitokeza kwenda kupiga kura. Lakini sisi kama wadau pia tunalo jukumu la kuhakikisha kwamba nyakati zote za ratiba hiyo kuhakikisha kwamba Watanzania wanakuwa salama au wanakwenda kujiandikisha. Tunao wajibu wa kuhakikisha usalama wake anapojiandikisha, hata siku ya kupiga kura tunao wajibu wa kuhakikisha kwamba usalama wa mpiga kura unakuwepo, lakini pia tunalo jukumu la kuhakikisha kuwa tunahamasisha Watanzania kujitokeza kwa wingi, kutoka kujiandikisha, kuhakiki mpaka siku ya kupiga kura ili kila mmoja atumie nafasi yake ya kidemokrasia ya kupiga kura, kwa maana ya kuchagua kiongozi ambaye anaamini atamletea maendeleo kwenye maeneo yake. Kwa hiyo jukumu hilo kwetu kama serikali ambalo linafanana na majukumu ya wadau wengine, kama vyama vya siasa, taasisi ambazo zinajikita katika kuhamasisha, tutaendelea na kazi hiyo ili hayo mapungufu ambayo Mheshimiwa mbunge ameyaeleza yaweze kutoweka na kupungua kwa kiasi kikubwa. ni ni kwa hiyo niwataka niwahakikishie, na nitumie nafasi hii kuwahamasisha Watanzania kwamba mwaka huu 2025 ni mwaka wa uchaguzi mkuu, ambako wale wote wenye sifa kupiga kura, ni wakati wetu kwenda kuchagua rais, wabunge na madiwani kwenye maeneo yetu, na pindi Tume Huru ya Uchaguzi atakapotangaza ratiba yake basi niwaahidi kwamba serikali itasimamia na kuhakikisha kwamba uchaguzi huu unakuwa salama na kuhakikisha kwamba mpiga kura anakwenda kupiga kura na kurudi nyumbani akiwa salama. Huo ndio wajibu wa, wa serikali kama wadau kama wadau wengine. Na kwa hiyo nitoe wito wadau kushirikiana kwa pamoja kutekeleza maelekezo ya tume ili kuwafanya watanzania wote waliojiandikisha wote waende kupiga kura. Hayo ndio malengo ya serikali. Asante sana. Mheshimiwa Stella Simon Fiao, mbunge wa viti maalum. Nashukuru sana Mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi ili na mimi niweze kuuliza swali kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kumekuwa kuna wimbi kubwa sana la vitendo vya ukatili dhidi ya binadamu katika makundi mbalimbali mbali ndani ya nchi yetu. Nataka kujua ni upi mkakati wa serikali kuandaa vitengo maalum kwenye mashule vioni, ngazi za jamii, maofisini na katika maeneo mbalimbali mbali, ili kusaidiana kusaidia kukabiliana na changamoto za vitendo vya kikatili zinapokuwa zinatokea katika maeneo hayo. Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Spika. Naomba kujibu swali la Mheshimiwa Stella Fiayo mbunge toka mkoa wa Songwe kama ifuatavyo. Tunayo na tunashuhudia matukio ya ukatili dhidi ya watoto, wanawake, wazee, walemavu na makundi mbalimbali kwenye jamii yetu. Serikali inao utaratibu na imejiwekea mkakati wa kuhakikisha kwamba tunapunguza kwa, kwa, tuna kwa kiasi kikubwa ukatili wa makundi haya, na moja ya utaratibu huo, kwanza rais wetu wa awamu ya sita Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan ameunda wizara maalum inayosimamia jamii na kuhakikisha kwamba inasimamia kupunguza na kuondoa au kumaliza kabisa ukatili juu ya makundi mbalimbali. Wizara hiyo ni maendeleo ya jamii, jinsia, watoto, wanawake na makundi maalum. Wizara hii imeweka mifumo ya kisheria inayomlinda kila mmoja ndani ya nchi na kumlinda dhidi ya ukatili wa aina yote ile kwa jamii kupitia sheria hizi zimeshirikisha pia wadau na jamii kwenye maeneo yetu, kwamba kila mmoja anatakiwa kuwa mlinzi wa kuhakikisha kwamba matendo yote ya ukatili yanayofanywa dhidi ya yeyote kwenye makundi haya ambayo yametajwa, tunayachukulia hatua dhidi ya wale wote wanaotenda matendo haya, na tumeandaa utaratibu mzuri wa kuandaa madawati, tumeweka madawati kwenye taasisi zote za umma kama vile shule za msingi, shule za sekondari, vyuo vya elimu ya kati mpaka vyuo vikuu, tunayo madawati maalum ambayo yanatoa fursa ya yeyote anayetendewa ukatili kwenda kutoa taarifa, na pindi anapotoa taarifa, hatua kali zinachukuliwa. Lakini tumepanua uwigo pia hata kwenye taasisi zinazotoa huduma za kiulinzi kama vile jeshi la polisi, jeshi la magereza nako pia tumeanzisha madawati maalum yanayomwezesha yeyote kutoa taarifa e, kuhakisha kuwa pale anapotendewa ukatili, basi kupitia zile sheria ambazo tumeziweka, yale madawati yanaweza kuchukua hatua kwa kumsaidia huyu ambaye ametendewa ukatili. Mkakati mwingine tu ambao sasa tunaufanya ni kuhakisha kuwa tunaendelea kutoa elimu kwa jamii, kushiriki kamilifu kutoa ulinzi kwa kila mmoja, pale ambako mtu anaona kuna tukio la kikatili, basi achukue hatua mara moja ili kuwezesha jamii kila mmoja kutimiza haki yake ya kupata huduma na kufanya mambo ambayo yanamletea maslahi kwenye maisha yake. Kwa hiyo serikali na mkakati huu wa kuanzisha madawati ndio unaotoa nafasi kwa wale wote wanaotendewa ukatili. Nitoe wito kwa jamii, matukio haya ambayo yanajitokeza baadhi ya maeneo yanaondoa haki ya msingi ya kibinadamu pale anapotendewa ukatili dhidi yake, na kwa kila mmoja awe mlinzi wa matendo haya popote katika jamii yetu, kuanzia ngazi ya vitongoji, vijiji na maeneo yote. Pale ambako kunajitokeza jambo hili, basi tuchukua hatua dhidi ya wale ambao wanatenda matendo haya. Kwa kushirikiana wote, tunaweza tukakomesha, tunaweza tukapunguza kwa kiasi kikubwa na kukomesha ukatili dhidi ya wa, wa, wote ambao wanatenda matendo haya. kwa hiyo mkakati wa serikali utaendelea nao na tutaendelea kutoa elimu kwa jamii kuhakikisha kwamba jamii inatambua umuhimu na inatambua wajibu wake, lakini pia tutaendelea kushirikiana na wadau ambao wameanzisha taasisi zinazosimamia kupinga ukatili dhidi ya makundi haya na pale ambako tutakuwa kuna umuhimu wa kuona namna mzuri ya kuhakikisha kwamba eh, jamii inaishi ikiwa inatendewa haki ikiwemo na taasisi za haki ya binadamu, tutaendelea kushirikiana nao tuweze kukomesha au kupunguza au kukomesha kabisa ukatili dhidi ya makundi mbalimbali ambayo tunaishi nayo kwenye jamii. Asante sana mheshimiwa Spika. Esther Edwin Maleko, bunge la viti maalum. Asante sana Mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi kumuuliza Mheshimiwa Waziri Mkuu swali. Mheshimiwa Waziri Mkuu, pamoja na jitihada kubwa anazozifanya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kuhakikisha Watanzania wanaishi katika mazingira safi na salama. Je, ni upi mkakati wa kina ambao serikali imejiwekea kuhakikisha inawasaidia watoto wanaoishi katika mazingira magumu, hususan watoto wa mitaani, kuhakikisha watoto hawa wanapata elimu wanasaidiwa ili kuweza kuishi katika mazingira bora, lakini pia wanapata fursa nyinginezo zitakazowawezesha kuweza kupata uh, au kutimiza ndoto zao na malengo yao. Mheshimiwa Waziri Mkuu, majibu. Mheshimiwa Spika, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Maleko mbunge kutoka mkoa wa Kilimanjaro kama ifuatavyo. Amezungumzia mwenendo wa watoto wa mitaani ambao wanastahili kupata haki yao ya msingi na wanaikosa kwa sababu wako mtaani. Nataka nieleze tu kwamba jamii inatambua kwamba tunao watoto ambao wa wako mitaani kwa sababu mbalimbali moja, mbali vifo vya wazazi kuwaacha watoto wakihangaika na jamii iliyobaki kuto waratibu vizuri, lakini mbili, kutengana kwa baba na mama kwenye familia na kuacha watoto au kumwacha mzazi mmoja akihangaika na watoto naye pia akataelekeza. Lakini wako ambao wanatupa watoto wao, matendo ambayo hayatendi haki kwa watoto wetu na kusababisha vijana hao kwenda mtaani. Mheshimiwa Spika watoto wa mitaani, kwa upande wetu wa serikali tumeratibu vizuri, kama nilivyojibu swali lilopita, kwamba tumeunda wizara maalum inayoratibu na kusimamia mwenendo wa jamii inayoitwa Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, na wizara hii imetoa maelekezo thabiti kwa mamlaka za serikali za mitaa, ambako watoto hawa ndiko waliko, kwenye halmashauri vijiji, halmashauri za manispaa mpaka majiji, na tuna kitengo kule cha maendeleo ya jamii, ustawi wa jamii, ambayo kazi yake kubwa ni kupita na kuona. Kwa hiyo jukumu lake la kwanza kuwatambua hawa watoto mahali walipo, sababu za kuwepo kwao na mahitaji yao. Tunajua yapo mahitaji ya kimsingi elimu afya na chakula. Kazi ya wizara hii ambayo inaendelea nayo hata sasa ni kuhakikisha kwamba inawatambua hawa, lakini pia kushirikiana na wadau ambao wamejitokeza kuokoa mazingira ya watoto hawa ambao wamezagaa mtaani na kuwaweka pamoja, na tumeshuhudia mara kadhaa wako wananchi wa Tanzania ambao wameguswa na watoto hawa kubaki mitaani wanawakusanya pamoja na kuwahudumia. Na waheshimiwa wabunge, mara kadhaa tumewashuhudia mkienda kwenye vituo vya kulelea watoto yatima mkitoa huduma. Yale makundi ambayo mnayahudumia ndio haya ambayo mheshimiwa Maleko leo anataka kujua mkakati wa serikali. Kwa hiyo mkakati wa serikali kwanza, kwa tunashirikiana wa na wadau kuhakikisha kwamba tunaweka utaratibu mzuri wa kuhakikisha watoto hawa wanapata haki zao za kimsingi, ili wafikie ndoto ambayo mheshimiwa Maleko anaieleza. Lakini mbili, mifumo yote ya kisheria ya huku ndani ya kumlinda mtoto huyu inayotoa mwanya wa kumfanya mtoto huyu aweze kuishi kama wengine moja. Hata ile sera ya elimu ya elimu bure imewezesha sana watoto hao kutoka mitaani ya kuenda shuleni bila malipo yoyote, na kuwawezesha jamii ambayo imekubali kuwatunza watoto hao wa kuweza kukaa nao na kuwapeleka shule bila gharama yoyote. Kwa hiyo haya ni miongoni ya yale ambayo tuna tunayafanya katika serikali. Niendelee tu kuitaka jamii kwamba uko umuhimu wa kuwabaini watoto wetu walioko mitaani ambao wanazagaa, hawana mwelekeo, lakini hawana huduma maalum kuweza kuweka pamoja na kuwapeleka kwenye halmashauri, idara ya ustawi wa jamii itaratibu kwa mujibu wa taratibu ambazo serikali imejiwekea. Naweza kusema kwa jumla kwamba serikali tutaendelea kushirikiana wadau kuhakikisha kwamba tunatambua tuna, tuna, tuna, watoto hawa na mahitaji yao, lakini kuwapeleka maeneo ambayo watapata huduma muhimu za kimsingi kama vile elimu, afya, malazi, chakula ili tuweze kuwapunguza kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo kwani tuwe wito kwa jamii, tuwache tabia kuwatupa watoto, tuwache tabia kuwatelekeza watoto tuwache tabia ya kuwacha watoto wanajiendesha wao wenyewe bila ya kulelewa, ili watoto hawa ndio taifa ambalo litakuja kujengwa na kuleta maendeleo kupitia watoto hao wa kwa hiyo wanahitaji haki yao kimsingi ya kuhakikisha kwamba wanapata huduma bora na waendelee kufikiria kufikia ndoto ambazo wanazo. Asante sana mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Priscus Jacob Tarimo, mbunge wa Moshi Vijijini, Moshi Mjini, samani Nakushukuru sana Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kumekuwa na wimbi kubwa la wafanyakazi wa serikali katika baadhi ya wizara taasisi, kuhama kwenda kwenye taasisi zingine kwenda kutafuta maslahi bora haswa mshahara. Um, ni nini mkakati wa serikali kuhakikisha wa wafanyakazi wa kada fulani zinazofanana na elimu inayofanana wanapata mshahara unaofanana ili kupunguza hii kuhamahama ambayo inaacha baadhi ya taasisi kukosa wafanyakazi kwa muda mrefu. Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Spika, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Priscus Tarimo, mbunge wa Moshi Mjini, kama ifuatavyo swala la utumishi wa umma linaratibiwa vizuri na serikali ikiwemo na maslahi yao, kwenye maslahi pamoja na mshahara. Serikali kupitia wizara iliyoko Ofisi ya Rais management na Utumishi wa Umma, lakini pia hata ofisi ya waziri mkuu, tuna Wizara ya Kazi, Ajira na Vijana zote hizi zinafanya kazi ya kufuatilia mwenendo wa watumishi wetu wa umma na si watumishi wa umma peke yake, hata kwenye private sector, sekta binafsi, kuwa wanapata maslahi yao ambayo yanawezesha kuwa, kuwa na utulivu mahali pa kazi bila ya kuhama hama kutoka eneo moja mpaka eneo jingine, ingawa hatuzuii mtumishi kufata maslahi popote, na tunajua mishahara inatokana na E, majukumu ambayo yanatakiwa kuyatenda, ndio anaoweza kueleza mshahara huu unatakiwa kupata kiwango fulani, elimu walionayo, lakini pia ujuzi ambao anao mtumishi wa umma unamsaidia pia kupata mshahara wake, lakini pia hali ya uchumi, iwe ni taasisi au serikali, ndio inaweza kutengeneza mazingira mazuri ya mshahara hii, na kwa hiyo jukumu la serikali ni kuweka uh, sheria ambayo hai, hai, na ukomo ambao mtumishi wa umma hapaswi kupata kiwango cha chini zaidi ya kiwango ambacho kimewekwa na serikali, na si tunaita kiwango cha chini. Na huku serikalini tumeunda uh, taasisi idara inayoshughulikia mishahara, posho, marupurupu ambayo yanafanya mapitio kila mwaka na kuona mabadiliko ya kiuchumi ya nchi yanakwenda sambamba na pato ambalo, ambalo angalau linaweza kumwezesha mtumishi wa umma kutekeleza majukumu yake katika familia. Na kwa hiyo, mtumishi anapofanya kazi kwenye ofisi A iwe ya taasisi ya umma au binafsi hazuiliwi kuhamia taasisi B kama tu anaona kwamba huku kulingana majukumu na hali ya uchumi wa taasisi hiyo inaweza ikamletea maslahi. Kwa hiyo serikali jukumu letu ni kukaa pamoja na wadau hasa waajiri, na ndio kwa sababu tunafanya kazi na vyama vya wafanyakazi, vyama vya waajiri, pamoja tunazungumza na kuhakikisha kwamba tunafanya mapitio ya maslahi yao wakati wote, na inatokea wakati mwingine tukaweka pamoja wafanyakazi wote, tukapata maoni yao, na siku hii ni ile siku ya Mei Mosi ambayo inajumuisha wafanyakazi duniani, na mwaka huu tutakuwa mkoa wa Singida, tunasherehekea kitaifa kwa hiyo tunakwenda kupokea maoni ya wafanyakazi, tunaenda kupokea ujumbe wa wafanyakazi, lakini pia na waajiri watakuwepo pale wa sekta ya umma na sekta binafsi, kuona namna mzuri ya kufanya maboresho. Kwa hiyo serikali inaendelea na jukumu hili la kuhakikisha kwamba tunasimamia upatikanaji wa maslahi mazuri ya mtumishi wa umma na mtumishi kwenye sekta binafsi anapofatikeza majukumu yake kulingana na vigezo ambavyo nimeeleza pale awali, ko niwaahidi watumishi wa umma waahidi pia watumishi wa sekta binafsi kwamba serikali itaendelea kusimamia maslahi ya watumishi kuanzia mishahara, lakini madai mbalimbali kuwa yanalipwa kwa wakati, ili amwezesha mtumishi wa umma kuendesha maisha yake kutokana na majukumu anayotekeleza ambayo ni halali, ikiwa ndio wajibu wake mahali pa kazi. Asante sana. Mheshimiwa Ali Anyigulile Jumbe Mlagila mbunge wa Kiela. Asante sana Mheshimiwa Spika kunipa nafasi hii ya kumuuliza Mheshimiwa Waziri Mkuu swali. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hapa nchini kumekuwa na ongezeko kubwa sana la maji kwenye mabonde mbalimbali mbali. Ongezeko hilo la maji linatokea kwenye mabonde ambao mfano wako mzuri ni bonde la mto Songwe, na madhara ya hilo ni kutokea kwa mafuriko na mafuriko yakitokea yanakuwa na madhara kwa jamii, lakini na kuhamahama kwa mipaka kati ya nchi yetu na nchi zingine, mfano ukiwepo ni Malawi. Je, mheshimiwa waziri mkuu, serikali imejipangaje kukabiliana na changamoto hiyo? Mheshimiwa waziri mkuu, majibu. Mheshimiwa Spika, naomba kujibu swala la mheshimiwa ali Jumbe maarufu Mheshimiwa Kinanasi, mbunge wa Kela, kama ifuatavyo. Suala la mafuriko ni ongezeko la maji, zaidi ya maji ambayo yanapaswa kuwepo kwenye maeneo hayo, na hii ni mabadiliko ya tabia nchi ambayo tumeendelea kushuhudia kuwepo kwa mvua nyingi sana. Na miaka ya karibuni hapa tumekuwa na mvua ambazo hazitabiriki na tumepata adha kubwa ya mafuriko kwenye maeneo yote ikiwemo na Kiela, ambako kuna bonde kubwa sana. Sasa hivi, waziri wa ujenzi pamoja na mbunge wa kule Ifakara lakini mpaka e, wako kule Ifakara kwenye bonde la Ifakara, limejaa maji na mafuriko haya ni mabadiliko ya tabia nchi. Sasa nini mkakati wa serikali kukabiliana na haya? Moja, tumeunda mamlaka za mabonde haya. Tuna mamlaka ya bonde la Ifakara, tuna mamlaka ya bonde la Mto Rufiji, tuna mamlaka ya Mto Rufiji, tuna mamlaka ya bonde la Mto Ruvuma na me, mabonde mengine tumeyaundia mamlaka, na malengo yetu moja, wafanye ufuatiliaji wa mwenendo wa upitishaji maji kwenye mabonde hayo ili kuona pale ambako kuna namna yoyote inaweza kusababisha madhara, basi mamlaka hii inaweza kuchukua hatua kama vile watu wanachepusha maji akasababisha ukame, wengine wanaziba njia ukasababisha kujaa kwa maji na mafuriko yakatokea. Sasa mabonde haya yanafanya kazi hiyo, lakini pia na ratibu namna mzuri ya matumizi ya maji hayo kwenye mabonde, kama ambavyo tumeona bonde la mto Rufiji tumeamua kuanzisha mradi mkubwa sana wa umeme, yale matumizi mazuri na ni mapendekezo ya mamlaka ya mamlaka ya bonde la mto Rufiji hata Ruvu. Juzi niifanya ziara mkoani Morogoro, pale ambako tunachimba bwawa kubwa sana. Bwawa lile linategemea maji ya mto Ruvu, na hayo ni, ma, ni majukumu ya mamlaka ya bonde la mto Ruvu. Kwa kishamba tunachimba mabwawa, mabwawa ambayo yataleta maslahi kwa Watanzania wa kilimo lakini nguvu za nishati kwa maana ya umeme na aina nyingine yoyote ile. Kwa hiyo mpango wa serikali ni kuhakikisha kwamba mabonde haya tunatumia vizuri na mafuriko haya tunayatumia vizuri, kama tuna uwezo wa kuhakikisha tunaratibu mwenendo wa mafuriko hayo, ili maji haya yasipotee, yatumike kwa namna ambayo inaweza kusaidia kupanua wigo sekta ya kilimo, nishati na matumizi ya mifugo na maji ya kunywa tunaweza kuyatumia kwenye maeneo haya. Kwa mpango wa serikali ni kuhakikisha kwamba tunaongeza budget kwenye wizara kama vile kilimo, wizara ya maji na ofisi ya makamu wa rais kwa mazingira kuhakikisha kwamba tunaratibu maeneo haya kwa kupanda miti, kuhakikisha kwamba kuna msagao wa maji e, kuchimba mifereji ambayo inaweza kupeleka maji kwenye mashamba mengine na hivyo. Kwa hiyo serikali inaendelea kuratibu mabonde haya vizuri na kuona kwamba mafuriko haya tuna maji haya mengi yanayopatikana kwenye mito haya tunatumia vizuri kwa fursa kwenye maeneo ambayo nimeeleza. Tutaendelea na uratibu huo, tutaimarisha mamlaka zetu ziweze kuwajibika na kupata ushauri pia kutoka kwa wadau namna bora ya kutumia eh, maji ambayo yako kwenye maeneo haya ikiwemo na Kiela ambako kule kilimo kimejikita sana na tumefanikiwa sana, na Kiela ni miongoni mwa wilaya inayotoa zao la mpunga bora kabisa nchini na umeweza kupata soko zuri. Kwa hiyo kwa tunataka tuimarishe bonde lile kwa kuweka mifumo ya umwagiliaji ili maji yayo yatakapokuja basi yakae yako tayari kwa kutumika, na kazi hiyo tumewapa mamlaka, lakini kazi hiyo tumewapa pia wizara ya kilimo na wizara ya maji waratibu, ili wananchi wa kila wanufaike kwanza na maji hayo ambayo yako pale. Asante sana, sana Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Waziri Mkuu, asante sana kwa majibu yako kwa maswali ya Mheshimiwa Bunge.